Muulizaji anasema yeye ni mama, alizaliwa kama mwislamu huko bara. Mazingira yao ya kimalezi hapakuwa na Uislamu wala hakusoma dini. Ikatokea akaolewa na Mkristo, na kwa vile hakutaka kuwa mbali na Mungu alikwenda kanisani na watoto wakawazaa katika mazingira hayo ya Kikristo. Yule mume ingawa ni Mkristo, akampa ruhusa aendelee na dini yake ya kiislamu kama akipenda. Akashauriana na wanawe, baadhi wakaingia na yeye kwenye dini na wengine wakabaki katika Ukristo. Lakini anasema uh, wanasikilizana kama familia, kila mtu anaheshimu dini ya mwenziwe. Swali lake anasema, je, akitaka kufanya baadhi ya nguzo za dini uwezo wa kifedha hana bali wanawe wanao. Je, wakimchangia kitu kama umra ama haji, kuna ubaya akikubali fadhila hiyo kutoka kwa wanawe wa Kristo? Jawabu, tunasikitika sana kwanza kwa mama huyu ku kulia katika kuto kusoma dini yake mpaka ikafikia hadi kukubali kuolewa na asiyekuwa mwislamu, jambo ambalo halijuzu kabisa katika dini ya Kiislamu. Kwa kweli ni upotevu mkubwa sana aliopotea mama huyu, lakini tunamwambia Asikati tamaa, anaweza kulirekebisha hili maadamu bado yuhai, lakini afanye haraka sana kurejea kwa Mwenyezi Mungu na kutubia hayo yaliyopita na kurekebisha eh, maisha yake kuanzia ya sasa. Ikiwa atafanya hivyo kwa nia safi ya kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada na utiifu basi Mwenyezi Mungu atamkubalia toba yake, vinginevyo akiendelea hivi anavyoishi, basi matokeo yake atakufa hali ya kuwa si Mwislamu na ataangamia milele, waliadhu billah, katika adhabu ya Jahannam. Kwa hiyo tunamuhusia mama huyu, kwanza asikilize kwa makini wapi lipo kosa lake, kwanza yeye kuolewa na asiyekuwa mwislamu. Hili halijuzu katika sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameharamisha hilo wazi wazi katika Qurani aliposema, wala tunkihu lmushrikina hatta yuminu, wala msiwaozeshe mabinti zenu washirikina. Na hapa inakusudiwa wasiokuwa Uislamu, hatta yuminu, mpaka waamini, wa kwa maana waamini dini ya haki waingie katika Uislamu wa mpaka waslimu. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu haijuzu kabisa kuolewa na asiyekuwa Mwislamu, hata kama ni Mkristo, achilie mbali baniani na wengineo, hata kama ni Mkristo. Kwa maana hiyo e, ndoa hii haikusihi, ni batili, na kwa hivyo haifai kabisa kuendelezwa. Hilo ni la kwanza. La pili kusema kwamba yeye hakutaka kuwa mbali na Mungu, kwa hivyo amekwenda kanisani. Hilo vilevile ni kosa linalompelekea kutoka vile vile katika Uislamu, hata hii ndoa ya kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Baadhi ya wenye elimu wanasema mwanamke akiolewa na asiyekuwa Muislamu, mwanamke wa Kiislamu akiolewa na asiyekuwa Muislamu, basi huwa hukumu yake ameshartadi katika dini, kwa maana ameshatoka katika Uislamu na hili la kwenda kanisani vile vile linamtoa katika dini ya Kiislamu kwa sababu katika Ukristo wanaamini kwamba Isa alayhi ssalam ni mtoto wa Mungu, na kwa hivyo ibada zao wao wanamchukulia kama yeye eh, ni mtoto wa Mungu, na wanasema Mungu ni mmoja katika watatu, kwa hivyo Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Yote haya kwa kweli ni kufuru na ushirikina, si dini ya haki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewatuma mitume yote kwa dini moja tu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ta kama alivyosema katika Qurani, wama arsalna min rasulin illa nuhii ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukutuma mtume yoyote e, isipokuwa tunapofunua tunamfunulia wahi kwa bapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi, basi ni abuduni. Kwa hivyo mitume yote kuanzia Adam alayhi salam mpaka mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasalam, wote walikuwa wanawataka watu wao wamwabudu Mungu mmoja tu, lakini kila anapokuwa mtume ameshaondoka, basi watu walikuwa wakibadilisha e, E, kitabu chao wakibalisha dini yao, ndio maana baadaye zikazuka dini nyingi na pakawepo na Uyahudi, Ukristo, Ubudist, Ubaniani na mnyinginezo katika dini mbalimbali. Lakini kote huko kabla palikuwa pana dini moja tu, nayo ni Uislamu. Kwa hivyo mtu hawezi kabisa kuabudu katika dini nyinginezo, hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Na haitopokolewa ibada yake yote takuifanya kwa dini nyingineyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na mwenye kutaka dini nyingineyo isiyokuwa Uislamu haitapokelewa, haitakubaliwa kwake, na yeye atakuwa akhira miongoni mwa waliokhasirika. Kwa hivyo mama huyu kwa kwenda kwake kanisani anakuwa tayari ameshartaddi ikiwa amekwenda huko akashiriki katika ibada zao za Kikristo. Na tunasema kwamba e, wao wa Kristo wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kumpa sifa za viumbe, kwa kuamini kwamba yeye ni mmoja katika watatu, wakati Mwenyezi Mungu anasema yeye ni mmoja tu, vile vile kwa kuamini kwamba ana mtoto naye ni Isa wakati Mwenyezi Mungu subhana wataala anasema lam yalid wa lam yulad, hakuzaa na kama tulivyosema mitume yote kuanzia Adam na waliokuja baada yake wakiwemo akiwemo Nuh akiwemo Ibrahim alayh salam na Nuh alayh salam na Musa na Isa na Yaqub na Ishaq na Daud na Suleiman na Zakaria na Yahya na, na, na Isa mpaka mtume mwisho, mkuu, wa mwisho wametumwa kufikisha ujumbe wa Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu. Waliofikisha mitume yote ni Uislamu. Lakini kama tulivyosema, baadaye waligeuka watu, wakaanza kubadilisha mafunzo ya dini yao baada ya mtume wao kuondoka, yani baada ya kufariki mtume wao kuondoka, ndipo walipokuwa wanabadilisha. Na inajulikana kwamba E, huu utatu uliomo katika Ukristo umeletwa katika takriban mwaka mia tatu na ishirini na tano na aliouanzisha huu ni Myahudi Paulo, ndio aliokuja akawaharibia Wakristo dini yao, au hawa manasara alioharibia dini yao ya tauhidi, ambayo ni Uislamu aslan, kimsingi ni Uislamu, alikuja kuiharibu huyu Paulo, alioleta huu utatu na walikuwa si wote walimuwafik, walibakia katika wao wale ambao wanampokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada hawakumwafik nao, ndio wale walikuwa wakiitwa Almuwahidun au Unitarians, ambao inasemekana si mpaka hii leo wako katika baadhi ya maeneo ya ulimwenguni, ambao bado wanaendelea kumwabudu Mungu mmoja tu. Hawakuamini kwamba Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, bali waliamini kwamba Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu.

Mwenyezi Mungu kamuumba Adam bila ya baba, bila ya mama, wa udongo, akamwambia kuwa, akawa. Basi Mwenyezi Mungu ashindu na kitu kumuumba Isa katika tumbo la mama yake bila ya baba ni jepesi zaidi. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna lililokuwa zito na jepesi, yote ni mepesi kwake, Subhana wa Taala, kwa sababu jambo lake lolote akilitaka husema tu kuwa na likawa, papo hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo Qur'ani inapotueleza, na hii ndio dini ya haki. Lakini hawa e, e, watu walipotea, ndio wakazua dini mpya e, zikaenea ulimwenguni, na dini iliyokuja ya haki na mitume yote ni hii hii Uislamu. Kwa hivyo mwanamke huyu alikuwa anapaswa atubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kwa kumaliza ndoa hii, au kwanza kwa ku tamka tena neno la shahada, ikiwa hakulitamka atamke tena neno la shahada tena. Ikiwa alikufuru kwa kufanya ibada ya Kikristo, anatakiwa arudi katika Uislamu kwa kutamka tena shahada, na vilevile hii ndoa ni batili, anatakiwa atokane nayo. Ikiwa atabakia katika hali kama hii, basi ajue kwamba yeye hatakuwa katika Uislamu wa kweli, Uislamu wa haki, ataendelea kuwa katika maasi na kumuasi Mwenyezi Mungu na akifa hatokufa akiwa amefuzu akhira, bali atakwenda kuangamia milele, wala yadhu billah. Mwenyezi Mungu atulinde. Kwa hivyo asikate tamaa, anaweza kutubia madamu bado uhai anao, lakini kama atachelewa mpaka roho yake ikaondoka, basi hapo tena hatakuwa tena na nafasi ya kutubia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasamehe makosa yote, lakini kwa aliyetubia toba ya kweli. Sio yule ambaye anaendeleza kosa huku anamwomba Mwenyezi Mungu msamaha, huyo hapokelewi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahimiza wale ambao wamefanya maasi mengi makubwa wasikate tamaa, anasema Subhanahu wa Ta'ala: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa alghafur rahim, sema enyi waja wangu ambao wamejilimbikizia maasi mingi juu ya nafsi zao wamefanya israfu juu ya nafsi zao katika maasi, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu

kile bora alichokuteremshieni e, e, Mola wenu kutoka kwa e, kwake, nayo ni hii Qur'ani, kitabu cha mwisho, ndio kile ndio kilichokuwa bora alichoteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu vyake. min qabli an yatiyakum aladhabu baghta, kabla haijawafikieni wafikieni adhabu ghafla. wa antum la tash'urun, hal yakuwa hamkuhu mnataraji

au isije kasema nafsi, lau kama Mwenyezi Mungu angeliniongoza ningelikuwa miongoni mwa wamchao Mwenyezi Mungu. Au takula hina tara aladhaba lau anna li kara fa akuna min almuhsinin. Au isije kasema wakati takapoona eh, nafsi adhabu isije kasema lau kama ningekupata fursa nyingine nikarejea tena duniani nikawa miongoni mawaja wema Mwenyezi Mungu atawaambia bala qad jaat ka ayati fakadhabta biha wastakbarta wakunta min alkafirin, bali zimekujia aya zangu ukazikadhibisha na ukafanya kiburi na majivuno na ukawa miongoni mwa waliokufuru. Kwa hivyo eh, mama huyu tunamnasihi kwamba haya tunayomweleza sasa hivi tayari anamsimamishia yeye hoja mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ameshajua sasa. Ikiwa anajua kama kuna umra na kuna hija, basi bila shaka ilikuwa e, inatakiwa awe anajua kama mwanamke mwislamu haimfali kuolewa naasikua mwislamu na mwislamu haimfali kwenda kanisani kuabudu kama wanavyofanya uh, Wakristo. Kwa hivyo, hayo ilikuwa inampasa vile vile aelewe na kama alikuwa hajui basi sasa ameshajua. Na kama anataka usalama wake akhira, basi atubie kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli, kabla hayajamfika mauti, akajipotezea yani akhira yake milele, na hakuna tena fursa ya kurudi duniani, kama anavyosema Subhana wa ta'ala, na kuhadharisha kwa msije nafsi ikasema, lau ningepata fursa nyingine nikarudi duniani nikawa miongoni mwa wajawema, hilo kabisa hali itatokea mwenye kwenda akhira arudi tena duniani. Kwa hivyo la kuangalia sasa hivi huyu mama ni kutubu kwanza kwa Mwenyezi Mungu na kurejea katika dini ya haki, na ikiwa e, ndo kama hivyo alikwenda kanisani akafanya ibada ya Kikristo, basi anatakiwa atamke tena shahada ya kurejea tena katika dini ya haki. Bali na wale wanaosema kwamba kuolewa mwislamu na asiye kuwa mwislamu huwa ameshartadi ametoka katika dini vile vile, watamlazimisha atamke shahada kurudi katika dini, na hii ndoa ya batili atokane nayo moja kwa moja, kisha amwombe Mwenyezi Mungu msamaha na maghfira, na asome dini yake, ajue nini kinamwajibikia na nini kinamharamikia. Huu wajibu wa kusoma dini vile vile ni katika wajibu wa kila mwislamu, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kutafuta ilmu ni fardhi kwa maana ni wajib kwa kila muislamu mwanamme na mwanamke, kama alivyosema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hilo ndio la kuangalia sasa hivi, vinginevyo hata kwa wanafanya ibada ikiwa hija ikiwa sala ikiwa saumu hazitakubaliwa katika hali kama hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanikishe mama huyu atubie toba ya kweli, na kama kuna Waislamu wanamjua, basi wanapaswa wende wakamwelimishe na wamsaidie, na asiogope kwamba yeye atatokana na mume huyu, pengine atakutwa na shida na hivi na hivi la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama atarejea kwake kikweli, basi hatamtupa. Na Waislamu wanamjua, vile vilevile, wanalazimika wamwangalie mama huyu anaporejea katika dini ya haki wampe kila msaada unaohitajika, na Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kuwa anamchunga maslaha yake na atamruzuku kwa namna ambayo hakutarajia. Waman yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu humpa njia ya kutokana na matatizo. Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi huyo ata Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumtosheleza. Inna Allaha balighu amrih, Mwenyezi Mungu ni mwenye kufikia tu, kila jambo lake analifikia kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunamwomba huyu mama na kumnasihi kabla, eh, maisha yake hayakumalizika, atubie kwa Mwenyezi Mungu, kama anataka kufuzu akhira, vinginevyo ata i hasiri e akhira yake. Mwenyezi Mungu atulinde. Wallahu aalam.